Mimi nakuja kimbia mpaka ndani huko. Kuingia ndani, mimi naona moto kubwa. Ile rumu ilikuwa na ansia, ilikuwa iko vitu mingi. Eh, ilikuwa iko viti, viti mingi kabisa. Sasa saa ile ilikuwa mimi naona ameanza kabisa, mimi nachukua chembe kulete kutoa hiyo vitu. Moto ilikuwa na, na na na waka kabisa mpaka mimi nakimbia nje. Nisikia kweli nduru tukakimbia tulipofika tulikuwa tunaona kweli moto ilikuwa imeside. Sasa tukasaidiana, kuna tractor ilifika tukachota hiyo maji na ingine ilikuwa kwa tap tukachota tukaweka. So asante sana juu eh, wanakijiji ambao walifika tulisaidiana, tulishikana mkono eh, ili tusaidie huyo mama. Inakisiwa kwamba huenda ni stima ambayo ilianza kuichoma nyumba. Na tungependa kusema kwamba tuwe na uangalifu uangalifu wakati ambapo tunatafuta wale wataalamu ambao wanatufanyia wiring kwa manyumba yetu. Because we cannot tell what happened.